Kwa hiyo dhambi imetafuna maisha ya watu na bado inaendelea kutafuna maisha ya watu mpaka sasa. Hebu jiulize, ndani ya moyo wako una nini? Bwana Yesu ams mwaka, umegeuka, umegeuka na kile kiburi, umegeuka na ule uzinzi, uelewe bado ni ukuta mkubwa wewe Bwana Yesu, sema amina na utabarikiwa, sema amina na utabarikiwa. Umegeuka au ongezeki imani au ongezeki kiu. Bwana Yesu asebiza matemreyabisani niale aizil maneno miale Bwana Yesu aisaidiza. Inua mikono yako, sema e Bwana Yesu, sema e Bwana Yesu, ninaomba unipe moyo wa toba. Kuna mtu leo ataamua na Mungu, ataamua naye leo. Sema amina na utabariki, sema amina nautabariki, sema e Bwana Yesu. Huu ni mwaka wangu wa mabadiliko. Huu ni mwaka wangu wa matokeo. Huu ni mwaka wangu wa kufanikishwa. Sema e Bwana Yesu, ninaenda kinyume leo na kila roho zozote zinazonifanya niwe na moyo mgumu, na kataa hizo roho, nazitoa ndani yangu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye aliyehaa. Sema, kila roho yoyote inayokaa ndani ya kuzuia uhusiano wangu na Bwana Yesu kuwa mzuri. Sema, leo najitenga na hizo na tabia, leo najitenga na hayo mawazo, leo najitenga na hayo maneno mabaya. Sema, leo najitenga na, na kila aina ya vishawishi vya giza kwenye maisha yangu Amen. Yesu abariki mtu mmoja hapa leo. Kuna mtu anaweza akaelewa kitu hapa. Sema, e Bwana Yesu, ninaomba unibariki. Hebu pokea baraka za Bwana jioni ya leo. Mungu ana baraka za kutosha ukimwamini, ukimwelewa kila siku unapoabudu Mungu hakikisha kila siku unaongeza kiwango cha imani Bwana Yesu. Kadiri kila siku unapoongeza kiwango cha imani, unaposikia wakati wa ibada asiuelewe, ndio Mungu anainauu. Lakini ukiona kila siku unapomwabudu Mungu alafu kiwango cha imani kinazidi kushuka, ujue tumaini ndio linazidi kupotea. Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwe. Sema amina na utabarikiwe. Amini huu ni mwaka wako wa wewe kuinuka kimafanikio, kuinuka kiroho, kuinuka kimaendeleo. Sema amina na utabarikiwe. Amini huu mwaka ni mwaka wako wa kuikimbia dhambi. Bwana Yesu atusaidie sana. Wangapi wako kubadilika jioni ya leo? Sema Yesu nisaidie. Sema Yesu nisaidie. Kuna dhambi moja inakutesa, inakupotezea muda, huona baraka.